Asalamu alaykum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe nane ya mwezi wa tano mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamisi. Kwa mwangu njofu kabisa nikualike kuna udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaini na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka nikukumbushe, kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi. Tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele.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 Alikuwa waziri mkuu mara mbili, aliimarisha viwanda. Mbunge ataja kumbukumbu alizoacha Mwanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika makadinali waanza kumsaka papa mpya. Habari katika ukurasa wa nne. Habari yaja na malengo manne vipaumbele sita habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Sera ya mambo ya nje yabeba vipaumbele sita, uhusiano wa kimataifa wazidi kunoga. Rais wa Msumbiji awasili, mwingine wiki ijayo. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Vigogo wajitoa Chadema, CCM iwakaribisha. Habari kamili ni katika ukurasa wa saba. DC Ubungo, DC Ubungo amrithi Nyamuhanga TANESCO. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Bajeti ya wizara ya habari utamaduni sana na michezo ni katika kurasa za ndani za gazeti hile. Kama hata nakala yako soma uko ndani zaidi, pamoja na gazeti ya habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi, lenyewe katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopa kipaumbele ni vigogo Chadema kutua Chauma, ni waliokuwa wakiunda sekretarieti wa bwaga manyanga, wagenanga kutofuata katiba vikao, gorugwa jibu mapigo, Chauma yajipanga kuwapokea, wachambuzi waeleza athari zake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Kigaila Benson ikisema, tunatafuta jukwaa mwafaka la kwenda kuwatumikia watanzania kwa sababu hatujazeka. Tunaondoka leo Chadema, tunaenda kutafakari, tutaenda chama gani, lakini mjue CCM si mbadala wetu, ila tutawaambia ni wapi tunakokwenda. Warioba, Mongela wataja mageuzi ya mzee Msuya. Rais Samia Suluhu Hasan amelitangazia taifa taarifa za kuhuzunisha za kifo cha waziri mkuu mstaafu Cleopa Msuya aliyefariki dunia jana katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Msuya ambaye atabaki kuwa kumbukumbu kutokana kumbu na mageuzi, habari katika ukurasa wa 1931 hadi 2025 mwaka aliyozaliwa Cleopa Msuya hadi anafikwa na umauti jijini Dar es Salaam hapo jana. Gazeti hili limeandika usiyojua bosi mpya TANESCO habari katika ukurasa, njekuja, diaspora, ukurasa wa tano sera mpya ya mambo ya nje kuja na mwongozo wa masuala ya diaspora habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Kariakoo dabi yateka bunge, serikali yajivua giza nene kuhusu mchezo wa Kariakoo dabi uendeshaji wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara jana viliteka mjadala hotuba ya wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo huku serikali ikitangaza kujiweka, habari katika ukurasa wa ishirini na nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Alhamisi ya leo. Gazeti Majira ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mpasuko Chadema, vigogo wa kundi la G55 watangaza kujiondoa kwenye chama, ni wale waliokuwa viongozi chini ya wa wenyekiti wa Mboe wadai kunyanyapaliwa, habari katika ukurasa wa nne. Mzee Msuya afariki, Samia atangaza siku saba za maombelezo, habari katika ukurasa wa nne. Mbuga ya Serengeti yazidi kung'ara Afrika, habari katika ukurasa wa nne. Rais Samia, rais wa Msumbiji kufanya mazungumzo Ikuru leo, habari katika ukurasa wa nne. Gazeti hili imeandika mzee wa miaka sitini jela maisha kwa gumla witi mtoto mdogo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani bodaboda boda watakiwa kufichua uhalifu. Habari katika ukurasa wa tatu. India yaishambulia Pakistan. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Baba mtoto jela maisha kwa kukutwa na bangi kilo mia tatu tisini na nane. Habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, lenyewe katika ukurasa wake wa mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni buriani Msuya 1931 hadi 2025, anakumbukwa kwa mambo mengi yakiwemo mabadiliko ya kiuchumi ndani ya serikali. Habari katika ukurasa wa tatu, mpasuko mkubwa Chadema. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Kuna vikao mbalimbali vinavyoendelea kuondoa katika chama wote waliomuunga mkono mboe sisi wengine tulinyamaza kimya kwa sababu tulitarajia aliyeshinda atafanya kazi ya kurejesha umoja kwa wanachama. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Dunia yasubiri moshi mweupe papa mpya, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti hili imeandika hii ndiyo siri ya Nipashe kuibuka kidedea, habari imeandikwa kwenye kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika makala tangaza rasmi kutogombea ubunge Morogoro. Habari katika ukurasa, ukurasa wa tano. Mambo mazuri yaja sera mpya ya mambo ya nje, habari katika ukurasa wa kumi na nane Gazeti hii limeandika polisi zingatieni weledi, uzalendo muwapo kazini, habari katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Nipashe Michezo limeandika wabunge waja juu dabi ya Yanga Simba, habari katika ukurasa wa ishirini na nne Tunatazame sasa gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ya Alhamisi ya leo ni Hemedi, uchumi wa Zanzibar wa paa, utalii kilimo zachangia. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, tutashirikiana na wadau kimarisha sekta ya utangazaji, waziri Tabia. Habari katika ukurasa wa pili. Mzee Msuya atakumbukwa kwa mengi, Dokta Mwinyi. Habari katika ukurasa wa tatu. Makadinali wakutana kumchagua papa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Dr. Samia amlilia kleopa Msuya, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. TMA yatoa tahadhari kuwepo mvua kubwa, upepo wa habari, kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Nalo gazeti Uhuru kweli daima linyoka, katika ukurasa wake mbele limeandika buriani mzee Msuya, 1931, hadi 2025. Rais Dr. Samia atangaza muombelezo wa siku saba, bendera ya kupepea nusu mlingoti. CCM yatuma salamu za rambirambi. Habari katika ukurasa wa pili. Bilioni 519.6 bajeti ya wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo 2025 2026. Kiswahili ni tunu Kabudi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa so, wa tatu. Makardinali 133 kumchagua papa. Habari katika ukurasa wa 21. Rais Samia ateua bosi mpya Tanesco, ahamisha Madisi. Habari katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika makala, Chadema wamejichokea, pumzi imekata. Habari katika ukurasa wa 20. Kisu naibu mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua mkurugenzi wa vyombo vya habari vya chama cha mapinduzi Shaban Kisu kuwa naibu mkurugenzi habari. Ni katika ukurasa wa tatu gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima, gazeti wa machinga ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni elfu moja mia tisa thelathini na moja hadi elfu mbili na ishirini na tano Msuya fariki dunia. Rais Samia alitangazia taifa msiba wa kitaifa, atangaza siku saba za maombolezo CCM wamlilia, watuma salamu za rambirambi. Habari katika ukurasa wa tatu. Wajumbe sekretarieti yaboye Chadema wa bwaga manyanga, yupo Salom, Mwalimu Kigaila, Mrema na Ruge wadai chama kimepoteza mwelekeo, wachoshwa na ubabe wa timu Lisu watangaza uamuzi huo wakiwa wamevaa mashati meupe huku wanapokwenda ikibaki siri moyoni mwao. Habari katika ukurasa wa tatu, gazeti limeandika REA yafikisha umeme vitongoji elfu moja mia nne themanini na moja kati ya elfu mbili mia nne na sita nchini. Habari katika ukurasa wa pili, serikali yakabidhi hati mbili mashamba umwagiliaji ya habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga kamata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani migononi mwangu na gazeti Mwanaspoti. Katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni maswali saba mapya dabi Yanga dhidi ya Simba jioni kumi na tano, saa kumi na moja kamili jioni mchezo wa kwanza Yanga amepata ushindi wa goli moja kwa sifuri hiki ndicho kitakachokuta Yanga wa Kigoma. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika safari ya Mbeya City pande mbili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Mgunda anza mipango mapema. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Bajeti ya Chana na Afcon. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Europa League leo ni Manchester United dhidi ya Athletic Club Bilbao, ni saa nne kamili usiku, aggregate ikiwa ni tatu sifuri, uwanja wa Old Trafford. Gazeti limeandika Simba wakomaa na kiungo wa Sfaxien, Waarabu watuma wanne da. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika ustaa wa tenis iliyodungwa sindano ya HIV. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nne gazeti hili ikiandika Europa leo Alhamis ni bodu dhidi ya Tottenham mchezo wa vikosi nne kamili usiku. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, mikononi mwangu ni gazeti Habari Leo, gweji la habari Tanzania, lenye limeandika viwanja vya michezo viundiwa chombo au choanza mazoezi. Simba pamba jiji kula kiporo leo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Azania yaivutia Basata, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, jiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii, ukurasa wake wa nyuma, michezo, limeandika wabunge waja juu dabi ya Yanga Simba, waziri wa michezo arudisha meno kwa TFF akionya serikali kuingilia FIFA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu gazeti limeandika kamara chamu washusha presha kuivaa pamba leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu gazeti hili limeandika Simba Queens ubingwa njia nyeupe habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.